Tamko la jumuiya baraza la jumuiya ya wazazi kata, tunaomba uchukue fomu ya kugombea ubunge kwa mara nyingine Oktoba 2025. Tunakuhakikishia ushindi wa kishindo. Hilo ndio tamko la jumuiya ya wazazi, uwe wapaza kuchukua fomu ya kugombea ubunge kwa mara nyingine kwa sababu tunajua kura zote ni za kwako. Hakuna mwingine kusema tuepuke kuwa mguu pande, mguu sawa, ni jambo ambalo ni miongoni mwa mambo ambayo kama jumuiya ya wazazi tunatakiwa tujiepushe nayo, kwamba mchana uko chama hiki, usiku uko chama hiki ni katika mambo ambayo yanaleta, ni kirusi ambacho kinatafuna jumuiya. Kwa hiyo kama jumuiya tunatakiwa tuepukane na masuala yanayofanana na hayo. Ndugu zangu, ninawashukuru jumuiya ya wazazi hapa wengenu kwa ujumbe mzito mlioweka kwa wangu, ukipata wenzako wakatambua ulioyafanya wakaungana kama hivi kwamba tumwite mbunge. Maana sio mimi nilio waita, mimi ndio mlioita kuja kuniambia mbunge, kagombee. Lakini sio tu kagombee kwa sababu mnanitaka kugombea, kwamba mmeona kuna kazi zimefanyika, hmm. Hilo ni jambo kubwa sana moyoni <coughs> mwangu, lakini mmeona Rais amefanya kazi kubwa ndani ya wilaya yetu. Mmeeleza wenyewe hapa historia 20, mitobia, ya wilaya yetu, miaka ishirini tulisimama, hakuna jambo lilofanyika, havikuonekana. Vituo vya afya havikuonekana, barabara haukuonekana, umeme, maji hayakuonekana. Lakini leo miaka mitano chini ya jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan vitu vimefanyika, na nini mmeona mkao wa ungwana nikaniambia Saashisha kagombe, na kagombee, nakamwambia Mama Samia kura zake zimejaa. Mimi nawashukuru kutoka kwenye